Umekuwa kama nabii wakati ni nimekaa hapa, niliwaza sana, itawezekanaje nitoke bila kuongea? Ningepata shida sana, lakini napenda kukubaliana ku, na Jumanne Kishimba kwamba watu ambao hawakuzaliwa kwenye ukanda ama wa dhahabu ama wa almasi ama wa madini kwao ishu ya madini ni theory tu, haina nadharia yoyote, ni troubleshoot. Swala la soko, nitoe ushauri, Mheshimiwa Rais, si, si kweli kwamba hakuna soko la madini. Si kweli kwa sababu dhahabu yenyewe ni dhahabu, kama dhahabu ni fedha, kama gavana alivyosema, ukiwa nayo dhahabu na fedha, dhahabu yenyewe ni na, isipokuwa tu nilikuwa na shauli kama ikikupendeza mheshimiwa raisi uwe na watu wenye exposure ya siasa za kibiashara za madini katika ulimwengu wa kiinternational -ki kuna siasa zake. Nimesikia uh, dada mmoja kutoka Shinyanga anasema kwamba hawezi kuuza almasi kwa sababu inatakiwa certificate ya originality hizo ni siasa, siasa za duniani, kwamba kuna zile nchi ambazo zinahodhi nchi za wengine ili zimiliki madini yao, zinaweka sheria kwamba ili uuze dhahabu uuze dhahabu mahala pengine, lazima tujue imetoka wapi. Sisi kwa asili tuna dhahabu, huwezi kutudemandi kwamba tu, kutuambia tumechukua dhahabu ya mwingine eti tunahitaji na zi certificate ya kuthibitisha kwamba tuna dhahabu wakati sisi wenyewe tunaweza kuthibitisha kama nchi kwamba dhahabu hii ni ya kwetu. Kwa hiyo hizo ni siasa tu za kimasoko, ambazo mheshimiwa rais, nafikiri unaweza kuunda watu wenye akili na wenye exposure, ukaunda niite bodi au, au watu wenye akili na exposure, sio elimu tu, elimu haitoshi, lakini pia exposure, ambao wanaweza kuzifikia nchi mbalimbali duniani kutafuta masoko ya gemstones gemstones tunazo zaidi ya mia mbili na hamsini hapa Tanzania. Kuna zenye thamani kuliko tanzanite, kwa mfano ruby, gem sapphire, zina thamani ambazo zote zinapatikana hapa Tanzania. Kwa hiyo tutafute intelligent people, sio wamesoma tu, lakini pia wana exposure za kuweza kuhendo siasa ya kibiashara katika level ya kimataifa, waweze kudiscuss kwa niaba yetu, watembelee masoko, wapate masoko masoko yako mengi, mheshimiwa rais. Lingine, mheshimiwa rais, ambalo wengi wamelisema ni, ni ushuru. Mimi sitaki tupunguze ushuru, samahani kidogo, si ni miskoti nataka kukandamiza, sitaki ushuru upungue, ila nataka modalite ya ushuru huo unavyotozwa ibadilike, kwa sababu ushuru huu ndio unasababisha hospitali ijengwe, mabarabara yajengwe, isipokuwa ile modality kwamba huyu mtu ambaye ni mchimbaji mdogo anapata gramu tano au gramu mbili tunamwekea kwenye gramu mbili hapo royalty kwenye gramu mbili hapo tunamwekea service charge kwenye gramu mbili hapo tunamwekea hizi zote ni kumwonea lakini tukiweka center huyu mwenye gramu chache atauza hapo hizo gramu zake chache bila haya maushuru haya halafu huyu mwenye center hii ndiye atalipa ushuru, atalipa ushuru huu wote kwa sababu ndiye atakuwa na liability ya kuexport kwa hiyo swala la senta, Mheshimiwa Rais, mimi naona ni la muhimu sana sana sana. Jambo la mwisho ambalo nafikiri ni la muhimu pia, nilipita Mwadui, Mheshimiwa Rais, njiani pale Maganzo nilishangaa kweli. Nikapaki gali katika kuweka mafuta, watu wakasema huyu ni Gwajima, wakaniuliza tukuletee almasi. Kwa utani tu nikasema alete, ndani ya saa moja kulikuwa na bakuli limejaa almasi, halina mtu wa kununua na nawauliza, kwa nini mnazo? Wapi? Tunazo nyumbani. Bakuli la kilo kama tano hivi limejaa almasi. Almasi thamani yake ni size, clarity, shape na kama haina bubbles. Hizo zilikuwa almasi nzuri za watu, zinatoka ndani ya nyumba zao hizo. Kama zingelipiwa ushuru, mheshimiwa rais, nchi yetu isingebaki kama ilivyo. Nashukuru sana. Mungu akusaidie na akuongoze katika haya yote. Asante sana.